Kutokea mwezi uliopita kuna fedha imepotea sasa. So, sielewi ukiniambia. okay, kuhusiana na fedha ambayo haionekani alipo mwezi uliopita, ni bora tukimuuliza Mr. Ben kwa sababu mwezi uliopita ni Bwana Mtetezo. Una kimboga hapa tarehe ngapi? Usinakumbuka, niondoka tarehe tano, naondoka tarehe tano. Okay, taarifa zenu mbona zinasema Sio, mimi ni statiba nafanya kazi, wewe ndio unafanya kazi na mimi, lakini yeye ndiye anajua ukweli wote kuhusiana na hiyo kazi kwa sababu mimi nilimwachia ofisi yangu na yeye ndiye alikuwa anahusika pale ofisini, ina maana kila kitu kilichokuwa kinaendelea anakifahamu, asifahamu lolote. Basi, bosi, siwezi kukuficha David. Yes, bosi. Bodi imeamua kusimamisha kazi mpaka bodi itakapokaa. Kwa hiyo mpaka management ya ya uongozi itakapokaa na kujadili swala lako kama uyahusika, basi kadia a ofisi mkuu. Bosi, mi naona kama ni mapema mno, tungijaribu kukaa na kuchunguza hili swala. Sihusiki kwa chochote bosi. Alafu sifahamu chochote inanta, nakueleza kwa sababu nakupenda. Najua nakueleza kwa sababu nakupenda, so najua, si unanielewa? Sasa mimi mimi, mimi sijakosea, sio mimi inayeamua, lakini inayeamua, inayoamua ni bodi mimi kama kiongozi wa ofisi hii sawa, mimi nadhamana tu hapa. Bosi wewe unadhamana na wengine wote tunaofanya kazi hapa tunadhamana tu, hii kazi ni ya watu. Kwa hiyo mimi kukusimamisha sio kusema kwamba sikupendi. Nimekusimamisha kazi mpaka bodi itakapokaa tuwe na maamuzi ya pamoja, si unanielewa? Deh bosi, just give me more time, please. Kuzakazi, kazi kazi au kuisimamisha kazi kwa sasa Bosi wangu jaribu kuangalia mazingira yako leo na kwa sasa Deli, kumbuka mimi kwa ajili ofisi hii sio ya kwangu, sio ya kwangu kwa, na wala sio ya kwangu na, na, na, wala sio ya kwako na wala sio ya mtu mwingine. Kwa hiyo mimi ninapoamua kwamba, ninapokusimamisha kazi, nasimamisha kama kazi kama bodi ilivyoniagiza. Itakana itajadili swala lenu swala lako wewe baada yako wewe na mwenzako kama itabainika kwamba uhusi utaweka kazini, sio mimi bosi. Lakini kumbuka kwamba mimi niko nyumbani, nitaishije bosi? maisha itaendeshaje nini? Kumbuka sio mtoto mtimbe. Eh, please Debe. Yes, unataka ni mfukuzo ofisi mwangu kwa sababu sio mimi. Sasa kitimbo kimeanguka. Thomas, kwa kweli mimi nashindwa kuelewa kabisa. Kadri siku zinavyokwenda na kila kunapokucha, matatizo yanazidi kuendelea. Nashindwa kuelewa Mungu anakusudia gani, maana kila kunaposogea siku kunakuwa ni bora ya jana. naningia mm -hmm. Dedi dedi. Dedi. Kumbuka kwa sio wa kwanza kujaribiwa. Wapo wengi sana waliojaribiwa. Yupo Yusufu. Yupo Ayubu. Yupo Esta. Manabii na hata mtu. Lakini alishinda kwa sababu ukivumilia. Mungu anahitaji ukivumilia. Ukivumilia utashinda dhidi. Hicho tu Mungu ndonavitaja huku kimwomba yeye na kumwamini Thomas, hata kama ni majaribu naisi, Mungu kwangu amezidisha ni kila kunapokucha yanaongezeka. Hebu ni tazama, nimefiwa na mama, nimefiwa na mke wangu alafu ndugu nao wamenitenga, wanasema kwenye ukoo wanitambui kabisa, tule maneno ya kashfa kwa mke wangu, wamenitukana vibaya mimi. Alafu nakuja kazini nafukuzwa kazi. Inaumiza, inaumiza. Nijaribu kufikiria ni njia gani ya maisha nilionayo mimi, Mungu kaniweka katika njia gani? sa kitu kimoja, Davidi, mlango mmoja ukifungwa, Mungu anafungua saba. Davidi, siku zinakuja, hautakumbuka wala hautaumia kama unavyoumia sasa hivi kama utavumilia, utaomba, hakuwa na imani, hicho pekee Mungu Thomas. Thomas. Ni sawa nakuzungumza, lakini kila nikimtazama mwanangu namkumbuka, familia yangu namkumbuka, mke wangu nakumbuka, mama yangu nakumbuka, maneno aliyeniambia kwamba mtoto ndiyo ataka ikuwa faraja katika maisha yako, na leo usemo umetimia, nimeamini Tutanjia kwa faraja katikasha. Sii kitu kingine kinachoweza ke kunifariji zaidi ya mtoto wangu. <laughs> Thomas, yani kitu ambacho sikukivumilia hivi. <laughs> <laughs> nini kama David, Mungu kaniweka katika njega. Nakumbuka mke wangu wa okay, <laughs> Hata nikifuta machozi, sitaweza. Yupo mmoja anaweza kufuta machozi. Mungu anaweza kufuta machozi, na ukasahau yote. Lakini kama utafundishia tena, Thomas. Naomba nikamlaze mwanangu. Mwana mwana. Okay. Kamlaze. Thank Kwanza napenda kuomba sasa kwamba tumebidi kuitumia ofisi hii ambayo sio kwetu, kwa sababu ya dharura ya jambo hili so, so. David Mwinyi. Yes boss. Kamati ya bodi ambayo imetumwa kwa ajili ya kuchunguza mapungufu yanayotokea ya milioni mia moja kati ya wewe na Beni wamekamilisha kazi yao. Okay, sawa sawa. Na uchunguzi umeonyesha kwamba Beni hausiki, katika swala hili ao kwa <tip> kwa sasa, kwa madaraka ambayo nimepewa na kampuni ya Tanzania Talent Coast Region, ina lazimika kuachisha kazi. Hii ndio barua ya kuachisha kazi. Kuanzia leo saa alipokea Kuanzia leo wewe sio mfanyakazi wa kampuni hii. Mzee, hebu jaribu kuwa na roho ya huruma mzee wangu. Tazama maisha yangu yanapoelekea kwa sasa, nitaishi vipi na kile kitoto kichanga kilichopo nyumbani, na nikiwa sina hata senti tano, sina hata shilingi moja mfukoni mwangu? Tafadhali mzee, hebu rudisha moyo, nipunguzie adhabu. Umenipa adhabu kubwa sana mzee wangu. Tafadhali, naomba basi walau hata niwe napokea nusu theluthi au robo tatu tu ya mshahara wangu mpaka pale deni langu litakapokuwa limekwisha. Nahisi utakuwa umenisaidia mzee wangu. Tafadhali na kuomba. Bwana David, kuanzia muda huu wewe sio mfanyikazi wa hapa ofisini. Eh, ungependa kutoka kwa hiyari yako mwenyewe au itumike njia nyingine mbadala ambayo hutoipenda?